Naomba ku, kusoma matokeo kama ifuatavyo: idadi ya kura zilizopigwa ni 383, idadi ya kura zilizoharibika ni tatu. Mheshimiwa Mwenyekiti, wale wagombea wawili akina mama, kuna waheshimiwa imewapendeza kupiga kura mbili, mbili. kwa kwapiga yote kwenye karatasi moja Idadi ya kura uh, kwa gombea ukifunua hivi hivi, unasikia vizuri zaidi. Asante mheshimiwa mwenyekiti, naomba kurudia idadi ya kura zilizopigwa ni 383 idadi ya kura zilizoharibika ni tatu, hizi zimetokana na baadhi ya waheshimiwa wabunge kupigia wagombea wawili kwenye karatasi moja. Idadi ya kura kwa kila mgombea ni kama ifuatavyo: ndugu Veronica Charles Tea NRA sifuri, ndugu Krizant Nyakitita DP sifuri, Ndugu Amin Amin Alfred Yangu ADC sifuri. Ndugu Anita Alfan Mgaya kura moja. Idadi ya kura za ndugu Ndonge Sadi Ndonge AFP moja. Idadi ya kura kwa mheshimiwa ndugu a, Mussa Azzan Zungu 378. Asante, asante. Hivyo Mheshimiwa Mussa Azzan Zungu amechaguliwa kuwa spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa jumla ya kura. Asante sana, naomba iingie kwenye records vizuri Mheshimiwa Mussa Azzan Zungu amechaguliwa kuwa spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa jumla ya kura 378. Matokeo haya yamethibitishwa kwa kusaini wa kwa baadhi ya wagombea na wasimamizi wao. Mheshimiwa mwenyekiti ambaye kawasilisha. Asante sana katibu. Sasa kabla hatuja muita mheshimiwa Zungu ili aweze kupata kiapo mbele yetu, kwa ruhusa yenu, ningependa niwaite wale wagombea wengine, niwape angalau dakika moja moja kama ikiwapendeza, mwenyekiti eh? Eh? Muda angalau mmoja, kwa niaba yao. Hapana mwenyekiti, muda muda. Uh, uh, Bwana mudaan uh -huh. Mweshimua kiti kwa mgombea mmoja sawa, kwa sababu ya orodha ndefu ya wabunge kuwa hapa leo, mmoja sawa. Na tungependekeza aje natungependekeza Anita, Anita mwenyekiti, Anita Said Dongo alipata kura, tumpe ndende kura. Kiti Anita. Mwenyekiti Anita. Mheshimiwa mwenyekiti, tumpe dondeo mwanamke kwanza. Ndugu Anita, bila shaka unajua hata wenzako wangesema nini. Tukupe dakika moja angalau useme kidogo, kwa niaba ya wenzako, kwa niaba ya wagombea Asante, mheshimiwa. Kwa niaba ya wagombea wenzangu, mimi Anita Alpha ni mgaya, tunashukuru sana na tunawapongeza na muendelee kulipigania nchi yetu, pamoja na yote mumsapoti mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika harakati zake zote za kuhakikisha nchi inakuwa salama yenye usawa na upendo mkubwa. Nashukuruni sana asante sana. Ndugu Anita, nadhani tumesema mmoja kwa niaba ya wote jenda yenda Mheshimiwa Donge basiwae. Waheshimiwa wabunge, tunawashukuru sana kwa kukamilisha zoezi hili, na wagombea tunawashukuru sana kwa kukamilisha zoezi hili vizuri. Sasa nimwite mbele yenu e, mgombea wa Chama cha Mapinduzi, ndugu Mussa Azzan Zungu mbunge wa Ilala, ili awe aje hapa ale kiapo cha uspika kwa niaba yenu cha mbele yenu hapoaibu Mheshimiwa Mussa Azzan Zungu, ninao heshima kukuarifu kwamba wabunge wa bunge hili tukufu katika kutekeleza masharti ya ibara ya 84 ibanduko ya kwanza ya katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania walikuchagua wewe Mheshimiwa Mussa Azzan Zungu uwe spika wa bunge hili. Kwa hiyo basi, kutokana na kuchaguliwa kwako sasa nakuita wewe Mheshimiwa Mussa Azzan Zungu wape vyapo vinavyohusika. Karibu. Mimi Musa Azzan Zungu nathibitisha kwamba nitakuwa mwaminifu kwa jamhuri ya muungano wa Tanzania kwa kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitahifadhi, nitalinda na kutetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie.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 Mimi nathibitisha kwamba nitatumikia vyema kwa moyo thabiti Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kazi zangu kama spika wa bunge na katika kutimiza wajibu wa cheo hichi, nitawatendea haki watu wote kwa mujibu wa katiba, kanuni za bunge na sheria, mira na desturi za Jamhuri ya Muungano, na kwa hivyo vyote vile sitatoa siri za bunge. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Musa Azzan Zungu nathibitisha kwamba nitatumikia vyema na kwa moyo thabiti Jamhuri ya Muungano kazi zangu kama spika wa bunge na katika kutimiza wajibu wa cheo hicho nitawatendea haki watu wote kwa mujibu wa katiba, kanuni za bunge na sheria, mila na desturi za Jamhuri ya Muungano na kwa vyovyote vile sitatoa siri za bunge. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie. Nam ni Musa Azan Zungu spika mpya wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kwa nafasi hiyo spika wa bunge la kumi na tatu, akisaini baada ya uh, kula kiapo kwa kuchaguliwa kwa kura mia tatu sabini na nane kati ya kura mia tatu themanini halali ambazo zimepigwa katika wabunge wote waliohudhuria hapa leo, wabunge mia tatu themanini na watatu na naye akijizolia kura mia tatu uh, sabini na nane, mbili, na nane kasoro kura mbili tu ambazo zimekwenda kwa wagombea wengine wawili na wagombea wengine waliosalia wagombea watatu hawakubahatika kupata kura katika uh, kikao hiki cha kwanza cha bunge la kumi na tatu, mkutano wa kwanza wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hiyo namfanya Mussa Azzan Zungu uh, mhandisi huyu wa matengenezo ya ndege kuwa spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kushikilia nafasi ambayo atakuwa ni kiongozi wa muhimili ambao uh, utakuwa ni kiunganishi cha Watanzania wote na wawakilishi wao hapa bungeni Dodoma, akikabidhiwa akirejea kwenye, kwenye kiti hapo pasi na shaka ni kwenda kukamilisha kazi yake kwenye na kuondoka kwenye, kwenye kiti hicho tayari kwa spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu zangu kazi iliyotuleta leo asubuhi imeisha. Kwa kazi tuliyoifanya, tumekamilisha prosesi yote ya kum, kumchagua spika wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kwa matokeo yaliyosomwa na katibu wa bunge Mheshimiwa Mussa Azzan Zungu kutoka Chama cha Mapinduzi ndiye spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa na washukuru wote waliokuja humu ndani kusikiliza na kuona hii prosesi ya kidemokrasia. Hapa ndio mwisho tumemaliza shughuli hii. Kwa sasa ningemwomba Mheshimiwa spika aende akajitayarishe ili aje akae kwenye kiti chake aendeshe bunge rasmi. <coughs> Ni picha ya kukumbukwa uh, katika zile za kukumbukwa kwa, kwa Mheshimiwa Mussa Azzan Zungu, spika mpya wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Alikuwa naibu spika tangu mwaka elfu mbili na ishirini na mbili lakini sasa baada ya kuchukua kwa spika Tulia, spika mstaafu, sasa ni spika Uh, wa mjini Dar es Salaam Mussa Azzan Zungu akishika uh, nafasi hiyo ya kiuongozi. Nilikuwa nakwambia hapa, yeye ni mtaalamu wa masuala yani, mwandishi wa matengenezo ya, ya ndege. Sasa bunge linarejea, anakuja kuingia hapo kuanza shughuli yake. Baada ya kumaliza maandalizi, bunge linasimama kupisha heshima hiyo. wimbo wa taifa na uh, wimbo wa Afrika Mashariki. <sharp inhale>